Kukutana na wife. Ah, wife kwa kweli bwana anaitwa nani kwa? Anaitwa Rose. Anaitwa Rose. Eh. Utanipeleka nikamuone? Inawezekana. Eh. Niambie mlikutanaje na Rose. Wana... Rose hey, yeah, sababu tumekuwa wote ndugu tamu mmoja. Ah, kwa maana ya Songea. Mbani Songea huko. Sasa swali langu ni ulimpigia simu akaja au mlikutana huko kwa bahati mbaya? Ah, yeye alikuja kwa kaka yake. Aya. Eh, alileta alijileta Rose. Nilikumbukana, nikaambia unasemaje? Tupige story, jinsi ulivyomuoa, jinsi ulivyojichanga ili kukostije tuzungumzie ndoa kidogo kuhusu ndoa bwana, na mke wangu, nashukuru Mungu, mpaka hapo nilipofikia. Hapo bwana nimepambana naye cha kutosha, na yeye mke wangu alikuwa mvumilivu, sababu hata akanipeka ajali mwenye government hapa, eh government hospitalini Iringa, mm. baadaye ikashindikanika Iringa, nikaomba rufaa kwenda Peramiho Songea, mm. nikaenda kukatwa mguu. Asante, sasa hmm. kabla tujafika kwenye kukatwa mguu, na watoto wangapi sasa hivi? Na watoto wanne. Mtoto wa kwanza amezaliwa mwaka gani? 27. Ulikuwa bado huja katika mguu. Mtoto yeah. wa pili Mtoto wa pili. Mwisha, lakini ulikuwa huja katika mguu, mtoto wa tatu? Na watatu, ee. Na wanne pia. Wanne ndio mwisho huyo mbaya, yaani nimeumia. Ndio mke wangu. Yaani mguu umekatwa, mke wangu ana mimba ya mwezi mmoja. Hey, na mwezi mmoja. Alichanganyikiwa. Ni baya mno, kwanza mimi mwenyewe nikamwambia atoe. Aya huku tuna kuelekea sokoni sawa. hey, nishajua mke wangu atapata mateso makubwa, sababu mi mwenyewe niko hospitalini, sina hela, afu mke wangu ndo kama hivi, namwonea huruma na ajaniambia hmm, kwamba ni mja mzito sasa ila tu kwa, kwa mi mwenyewe nilijua mke wangu ni mja mzito hmm, sababu hata rangi ilikuwa imebadilika, ta alikuwa mweupe sana. Swala la kutoa mimba kuna kuwaga mjadala wa mume na mke au mwanamke anakuwa ametumwa chuma, kaka shwari, kaka inakuwaje mkubwa Ongela, kwa kazi mwanangu, nakubali. nani alishauri tutoe mimba? mimi hapa ndio nikaanza kumwambia mke wangu atoe mimba, sababu kwa kuwa mambo yalikuwa yameenda me, me, mabaya. Mimi mwenyewe nilikuwa nimetingwa, alafu sijielewi kama mm. nimechanganyikiwa vile. Kwa hiyo nilipopata taarifa mke wangu amekuja wa kunipa taarifa kusema mimi mjamzito tayari nishakata mguu kwa hospitalini. nataka unisimulie siku ya tukio, siku ambayo ajali imetokea, ilikuwa juma ngapi, tarehe ngapi, ulitoka nyumbani saa ngapi? E, nyumbani nilitoka kama saa 11 asubuhi. Eh, eh, taratibu taratibu. Wewe ndio taratibu, ni tuelewe. Eh, nilipofika forozani hapa, kama kawaida, tukutana wavuvi, tukanywa chai hapa. Muda kwa umefika kama saa moja hivi, tukaanza kwenda tunakofanya kazi mpaka eh, ni aha, mnavuka sasa kule. E, miti ile pa inaonekana pale <tip> mirefu ile miti inaonekana <tip> Hapa acha na makumbiko. Ama, kule kungine niliumia kwenye mti atufiki, mrefu atufiki, e, kule kuna viboko tusiende. e, asubuhi nikaondoka nikafika sehemu ya tukio tuki, ama anavua, bahati mbaya ikaa imetokea asubuhi, kuna jamaa navua kokola, nikasikia mlio kama kiboko angalia, e, Kashwari, Pole na kazi, kaka. Mungu akubariki kaka. <coughs> kama saa 2 hivi ya asubuhi, sasa imeshafika muda wa saa mbili, nikawa nime, e, nika nimevua kama wala moja hivi nikawa nimetulia. Sasa katika tunapakia na, na, ile nyavu, nikawa nimeshusha miguu nimeweka kwenye maji hivi e. Kwa hiyo kwenye mtumbu ulikuwa peke yako? Eh, e, kwenye peke yangu. Nilikuwa e, napakia nyavu. uh -huh. e, katika kupakia nyavu nikawa nimejiziuka na natoa nyavu kwa hiyo bahati mbaya, nakuja kushangaa hivi, nikashangaa tu kitu kimekuja kunyanyua kwenye mtungi, nikapiga chini. Eh, nikasikia tu pa juu, eh, nilipopiga pa mtungi kawa umeelemewa. Eh, ina mama alikuwa chini ya maji sana. Ehe, basi alivyopiga kwenye maji Baadaye, baadaye mimi nikawa ni mtumbu kwa mdogo, ulivyokuwa mdogo ule mtumbu ukaelemewa nguvu. Kama huyu. Huyu hapo mkubwa. Huyu um, ah, ulikuwa mdogo sana. Kwa hiyo nguvu kwao umelemewa mtumbu, ikabidi nitumbukie ni sasa ndani ya kwa hiyo ndani ya maji nilipo ruka toka huku nikatumbukia upande wa huku. Kwa hiyo nikazama chini kwa chini nikafika chini, sababu tunavua tunavaga manguo mazito mazito, nikavua. Hata sasa hivi niambie hapo mimi uhakika kaka? Hapana wewe eh. Kwa hiyo kumbe, alafu, by the way, ninavyovua samaki ni lazima niwe najua kuogelea, lazima lazima. Hao wakubwa sana kujua kuogelea wote wanajua, wote asilimia wengi yani, kama waombao wajua kuogelea ni wachache sana, eh babu okay. eh. Eh, kabinuka eh. Nilivyozama nikazama ya kwanza, nikazama nikaenda mbali na ambayo boku ipo kwepo, akili eh, iko timamu, akili ipo timamu, kwa unawaza nini hapo akili tayari ilishakuwa ilishajua hapa tayari nimeingiliwa na mtu kwamba inabidi nitumie ujasiri. Na ulishajua huyu na kipindi hicho habari zilikuwa viboko ni vingi. Kulikuwa kuna mtu ameshajeruhiwa. Eh, mpaka kuna mwenzangu hapa wote sehemu moja. Eh, ah wengi sana mpaka kuna mtu wa simu zangu tumeoa wote sehemu moja amefariki. Eh, amefariki kupitia boko hiyo. Alipigwa hapa. Mpaka tukaona maini akawa anaonekana nje. Ina maana mtu akipigwa na boko ampati mwili eh, mwili unapatikaneka tofauti na mamba. Mamba huwa anakula mwili. Ah, eh, sasa kakaangu ah!

Nikabindukia kwenye maji ndani. Baadaye nilivyoshuka kwenye maji nikazama, nikaja nikaibuka, sababu nguo tayari zikawa ngumu nguo zile, nakwambia mi ndo ndostaumerudi mwanzoni tuliotoka, hata tulivyorudi sehemu kimakosa, ila ni fundi mona bana basi nilivyoona nimetumbukia kwenye maji haya, baadaye uh -huh. nilivyofika kwenye maji, nilivyozama ya kwanza, ninaibuka juu boko nikawa sijamuona. Yeah. Nikajua tayari sababu kuna mti ulikuwa upo mbali kwenye maji. Mm. Nilijua hapa nikizama naenda kuibukia kwenye mti nipande, bila mti sasa. Nilipozama nilipoibuka juu, kuja kucheck juu hivi boko, sikaa simuone, ninapozama chini, kwenda chini, kiboko nikawa tayari yupo chini, nimemkanyaga mgongoni mgongoni amna kunirusha wala nini. Mimi sasa kipindi sasa, kwa sababu nilikuwa tayari nakivilia kwenye miti eh, enda kwenye miti kule, saa yule kiboko kumbe ishatambua, naye anatambua, aa kishaona mti, mti ule. Ya sawa. Miti ile kule <laughs> ile mirefu kwa sababu inaokoa no. Ah, okay. Watu eh. Ah. Eh. Kwenye miti, kumbe amekusanuka. Eh yeah, kumbe alishajua huyo anaenda kule kwa inabidi ni mtangulie yeye. Yeah. Akakuwai. Akaniwai yeye, yeah, kwenye mti kule. Yeye yeah. Kama asubiria kule. Mimi nikamwona. Wewe umeoni? Mimi simuoni. Mhm. Kwa hiyo mimi ikabidi sasa nirudi niliko, nilikuwa nimetoka kuna mti, inabidi niogelee tena nikapata. Piga mbizi. Eh yeah, nishindana naye kama dakika kama dakika 15 bado tunashindana. Unaumiza wala nini? Unafanyaje? Nilikuwa naogelea tu tunapishana naye. Eh. Kiki. Yeah. Kiibuka mimi nazama, nazama hivi ikija kuibuka yenyewe wote tunazama chini kwa pamoja. unamshika au unafanyaje, ama tuka pamoja, eh, tunapishana ikiibuka hivi, eh, naenda huku hii, mimi naenda huku. Sasa unaona kwenye maji, kuona mimi siwezi nikaona sababu tofauti tu, na yule mnyama mbarikiwa kwenye maji anaona ila mimi hapo, eh. Kwa hiyo kusaidia Mungu tukupishana naye, Mungu ndio anakuwa ananilinda na juhudi zangu mwenyewe. Kwa hiyo ulihangaika naye kama dakika ngapi? Ah, kama dakika kama tuseme kama nusu saa nzima hivi eh, bado na nacheza naye baadaye. Nikaa sasa nimekata Esau, hawaji watu. Ah, kiboko kwa kweli, mtu akikupiga huwa as, asogei mtu. Wanakaa mbali. Eh. Wanakaa mbali. Kwa sababu anajua kija tu, na yeye ni ajali, sababu kiboko huwa mkiwa watu ishirini thelathini wote ana uwezo wa kuamwaga. Wachapa wote. Wote mkao mpo kwenye maji. Eh, mwanangu mpambano ukaendelee. Basi, mpambano ukawa umeendelea kwa dakika hizo, baadaye watu wakawa wamesema tu wapo pembeni zama, zama, zama. Baadaye mimi nikawa na sasa Esau, wale wanaosema zama, zama, nao wako kwenye boti zao kwenye boti zao ee, wapo mbali tu kule wanatamani kusaidia lakini haiwezekani lakini, e. Kwa ile unajisaidia mwenyewe zama, zama, zama, mimi sasa ikifika sasa nimechoka, kwa hiyo kusema e, wanaposema zama ile si nikawa kama najiongoza mwenyewe Nikiona muda wa kuzama basi nazama, nifundishe kitu. Zama, inuka inasaidia nini? Ile zama chini sababu yule kiboko anavyofika kwenye mtumbu huwa lengo lake anataka kumalizia mchezo hapo hapo ah. kama hapa hivi hapa anaweza kaja kukubana moja kwa moja hapa nakubana. Eh, hata kama ukituiwa kwenye maji unapoogelea juu hivi yeye anakuja tu anakungata kwa moja kwa moja. Eh, ila kwa chini kwa chini hivi huwa ngumu kukukamata ah, zama, e, zama, ndo nazama sasa, pumzi ikiwa imechoka basi ndio hivyo. Akasema pumzi, kwa kweli, kwa kweli ni mpaka ninachoongea nilikata tamaa. Hivi unaanza kufikiria nini, ulasali nini, ulifanya mimi. Sana sana kilichokuwa naniomba pale, sababu ujasiri ulioniingia kwenye mwili wangu, kujua kwamba ni nguvu zangu na nijua ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Yaani, uliona vitu vinavyofanyika hata wewe usingejui. Yaani, kwanza yani kwa zaeni, kiboko ujasiri niliokuwa nao na jinsi ninavyopishana naye yule kiboko. Mimi nilikuwa sijielewi kabisa. Hizi hizi nimepata wapi? Nimepata wapi hivi nguvu? Mungu aliamua kutusaidia. Ah, inasaidia sana Mwenyezi Mungu. Ukachoka, mwanangu, zama zama, umechoka. Afika stage sasa, nimekaa nimechoka. Zama, zama, yule kiboko sasa ikafika stage akasema ngoja nimalize mchezo. Kwa hiyo sasa, alikaa anakuja sasa, mdomo ameachia waziwazi wazi. Yuko tayari kukumeza. Eh. Kwa hiyo alivyofika anataka kunisogelea tu, yani ile nataka, sababu nilikuwa sasa akizama, alikuwa ananivizia ninavyogeuka hivi, anakuja kucheki kiboko, ndo huyo hapo alipata, anafumbua mdomo, anataka kunikamata mimi. Bahati nzuri Mungu tu kama ndo, akasema fanya hivi leo, nikachukua mikono, yani mikono yangu miwili nilimkamata mdomoni. Uwezi amini, hem, sikiliza, si mdomo huu ulimshika hivi na hivi, nilimshika mdomo wa juu na wa chini, yani yani kwamba alipokuwa anataka kung'ata hivi, mdomo sana acha mimi, mdomo wake upo hivi mkubwa kwa hiyo aivyo ataka kung'ata hivi, mimi nikashika shavu la juu na la chini. Yani shavu la chini la huku na la huku lipusha, ni sawa, tuku, eh, ya kama nikalipushi hivi kulisogeza pembeni hivi, tulikuwa tupo. Eh, tunaelea maana, eh juu ya maji eh, tulikuwa kama tunaogelea sasa. Alivyokuja nataka nikamate mimi, nikashika minikashika shavu, anataka kunishika hivi, mimi nikakamata mdomo wa chini wa juu, nikali kama lisukuma hivi umetangulia uh -huh. Hey. uh -huh. Kushuka. Kushuka chini kwenye maji hapa. Hey, ndio nikachelewa kushusha haraka alivyonifanikisha yeah. Yeah, au alifanyaje? Alipiga jino toka hapa hivi, kwa mfano mguu hapa hivi, kwa mfano yeah. toka hapa hivi akapiga mpaka maeneo haya mno. Yani mtumbo kama unavyoona umekomaa, umekomaa. Huu anapiga jino, wote unapasuka yani, yeah. ana, ana na na jino kubwa yani kama mkono huu eh kaka, linaingia kama kisu, yaani yule akipitisha kwenye mtumbo hapa, akibaki kitu